Kwa leo tunaye hapa Reagan Tairo, yeye ni mtoa uh, elimu katika kitengo cha huduma kwa wateja Azam Media uh, Limited. Na kama ikiwa uh, kwa muktadha wa siku ya leo, siku ya tabasam, basi sina shaka Tairo uh, umekuja kuliendeleza tabasam kupitia uh, huduma uh, zinazotolewa na Azam Media kabisa kabisa. Nashukuru sana, sana Mr. Jaffer. Naam. Eh, leo nimesikia ni siku ya tabasamu. Hakika. Kwa hiyo tunatabasamu leo kabisa, kabisa, kabisa. Sawasawa kabisa. Ndio. Tumefika hapa mm. Moja kati ya kitu ambacho nimekuja leo ni kujaribu ku, kusema uh, asante mm. kwa wateja. Unajua wiki inayokuja tu hapa tarehe sita mm. tunaanza wiki ya huduma kwa wateja unajua. okay. mm. Tuna wateja wapo mm. eh, lakini sasa kuna muda pia nao wanawaambia asante Okay, asante. Kwa nini asante? Kwa sababu umekuwa na sisi. Asante kwa sababu eh, umeku, umeku, umekuwa na sisi muda wote, unatufuatilia kwenye habari na sehemu nyingine mbalimbali mm. uh, lakini pia um, moja tuwaambie kwanza wateja asante kwa sababu of course wao wamekuwa kipaumbele chetu, wamekuwa uh, ni watu ambao ndo tunawahudumia muda wote mm -hmm. Tunawakumbusha kila siku, fanyeni malipo ya vifurushi, tunawakumbusha tunawaletea content pali pali. uh, ni wiki sasa ya kuambia asante. Tunashukuru kwa kile ambacho, um, tumekuwa wote pamoja kwa muda wote na vitu vingine kama hivyo, na bado tunawashauri mm waendelee -hmm. kuwepo na sisi wakati wote kwa kabla ya kuwakumbusha kufanya malipo na nini, leo kwanza tuwakumbie tutakuuliza kuambia asante. Hii imekaa imekaa imekaa vizuri sana <laughs> yeah, hii unajua, neno asante ni neno uh, fupi sana yeah, lenye maneno uh, machache sana kuli, lakini uh, kupitia Azam Media Limited ndio umeeleza kwa urefu ni kwa nini tuseme asante kwao. yeah, wow. yeah, yeah, kabisa, kwa sababu tunawahimiza tuna kila siku wafanya malipo ili wapate huduma lakini pia tunawahimiza uh, kuendelea kutazama kupitia Azam TV Max app. Eh, wateja wana download Azam TV Max app, wapo wanaojisajili. mm. eh, uh, wenyewe unarekomend watu waende kutumia huduma huyu uh, uh, mteja pia na kuna wakati nabidi tumwambie asante, na kwa sababu kuna wiki yake sasa ya wiki ya huduma kwa wateja mm. Sisi kama kitengo cha huduma kwa wateja tunazidi kuwakumbusha sasa wateja waendelee kufanya malipo mapema. okay. Uh, unajua uh, sasa hivi ligi imesha rudi uh, tarehe kumi mwezi huu uh, kishukutu watu hapa tuna vitasa uh, tayari tunazidi kuwakumbusha wateja kufanya malipo mapema. Kwanini wateja wafanya malipo mapema? wanapofanya malipo mapema eh, wanapata huduma kwa wakati ndiyo. Lakini pia sasa kwa sasa hivi kuna huduma ambayo wateja wanaweza wakajihudumia wenyewe kwa mfano sasa mp, Mpona umefanya malipo au beta, afanya malipo alafu labda kwa namna moja ama nyingine labda yeye, ni mtu ambaye anapenda sana ku, ku, kuandika kuliko kuzungumza na kitengo huduma kwa alianza, kaingia tu kwenye namba ya WhatsApp ili akajihudumia, akajibadilishia mm. kifurushi akajitumia ujumbe wa kuwasha kisimbuzi chake, akafanya huduma zile ambazo angeweza kupata kutoka kwa mtu wa huduma, akajitahidi kujihudumia yeye mwenyewe pale alipo, kabla hajamfikia mtu wa huduma. Okay. Uh, kulingana na matukio ambayo yapo sasa hivi, kesho kutwa tuna tuna tuna hiyo ngumi, vitasa, michezo ya mpira. Uh, ligi imerejea, mm. Uh, zinaendelea kuonyeshwa. Tunawaambia nini wateja? Tunawaambia wateja wafanye malipo mapema, lakini mbali na kwamba wafanye malipo mapema, tunawakumbusha wateja wetu waendelee kupakua app ya Azam TV Max. mm. mm -hmm. Unajua, ukiwa na ukiwa na application nyumbani na, na kisimbuzi nyumbani mm. unaweza kuendelea kuangalia na kisimbuzi changu mimi nikiwa ofisini naingia tu kwenye web app mm. Naingia kwenye application yangu ya Azam TV Max mm -hmm. Ninaangalia yule ambayo anakiangalia nyumbani kuangalia kitu chake na mimi niendelea. Labda hapa mkumbushe mtazamaji namna ambavyo anaweza akaunganisha aka kisimbuzi na application na simu yake akiwa kokote pale aliko, wakati kisimbuzi kiko nyumbani. Yeah, cha kwanza, cha kwanza kabisa anachokifanya ana download app mm -hmm. Kwenye simu yake akienda kwenye Play Store au kwenye App Store, anaandika tu pale Azam TV Max. Uh, kisha kuja pale atai-download, sasa hivi imekuwa imekuwa imekuwa bora zaidi mm. kwa nzuri zaidi mm. Uh, watoto wa mtani wanasema tamu mhm mm. mm kwa hiyo mm. <laughs> kwa baada ya hapo atajiunga, atajisajili, ataingiza namba yake ya simu au email yake, atajisajili. Akishajisajili sasa ili aweze kuangalia, anaweza akaunganisha kadi yake ya nyumbani na na, na, na Azam TV Max yake anachokifanya okay, tu akibonyeza channel yoyote kwenye Azam TV Max itamwambia, kwa mteja ambaye uh, ni exist customer, mteja ambaye tayari ni mtumiaji wa kisimbuzi cha Azam TV, weka namba yako ya kadi, au kwa mteja ambaye sasa sio mtumiaji wa kisimbuzi cha Azam TV anaweza akafanya malipo ya vifurushi vya Azam TV Max app akiingiza mm. pale namba yake ya, ya, akibonyeza kwenye sehemu ambayo anaweza ingiza namba ya kadi itamwambia ingiza namba ya kadi, atajaza namba yake ya kadi ya nyumbani, then sisi tutamtumia uh, kitu kinaitwa OTP, one time password mm. kwenye namba ya simu ambayo amesajilia kisimbuzi chake okay. mm. kwa hiyo uh, akishapata ile OTP ataijaza, atakuwa ameongeza sasa kadi kwenye Azam Max yake. Akishaongeza kadi uh, ni lazima pia akawaanisha sasa kwamba hii kadi, kwa sababu kama sasa hivi kwenye Azam TV Max app unaweza ku add profile zaidi ya moja. yeah. Kwa lazima ukaiambie app kwamba mimi hii kadi yangu nataka kuangalia kwenye profile yangu hii. Kwa ili kuiambia app mm. uh -huh. Kwa namna hiyo anachokia kufanya mteja ni kwenda kwenye sehemu ameandika more au zaidi kwenye app yake pale chini. mm. Akishabonyeza hapo ataenda kwenye sehemu ameandika manage card and subscription au dhibiti kadi na vifurushi. Okay. Akiingia hapo basi ile namba mosa alikuwa ameadd tayari mm. anaweza kuiona. Okay. kwa, okay. Kwa maana hiyo inawezekana familia ikawa na kisimbuzi kimoja tukatumia application kupitia kisimbuzi hicho cho kimoja. Sasa e, mnaweza mka mtu akafungua akaunti mm. moja alafu mm. akafungua profile labda tano za wanafamilia uh -huh. Uh, kwa hiyo kinachofanyika ni, uh, uh -huh. ni kwamba wote watakuwa wanatumia kadi hiyo moja kwenye akaunti moja kwenye profile tofauti, lakini kinachokuja ni kwamba wote hawawezi kustream kwa wakati mmoja kwa it's either labda kama wanatumia kadi moja Mm -hmm. Lakini kama we, kadi, uko ofisini mimi niko zangu siu sokoni, atuwezi mm. kuangalia kama natumia mm -hmm. kadi moja e, lakini kama mimi na kisimbuzi changu, kwa mfano mimi nyumbani na kisimbuzi changu kiko sebuleni mm. na kisimbuzi changu labda chumbani labda natumia mm. unaweza ukawa kwenye akaunti hiyo moja ukaadi hizo kadi zako zote mbili mm. alafu mimi nikakwambia we endelea kuangalia sokoni mad gazangu ofisini mm. kila mtu okay, anaburudika na nyumbani pia, ambapo wako wana nyumbani, sababu kama ni dada au ni watoto mm. wanaendelea kuangalia okay, kwao ume split hiyo ume umetawanya ume hizo huduma bila wewe kupata tena interference ya kusema nilipia tena kifurushi cha Azam TV cha elfu ishirini na nane au elfu ishirini na tano na vitu vingine kama hivyo sawa. So, nisipojiunga uh, ama nisipounganisha sasa Uh, kwenye profile yangu watu wengine hawa ambao uh, Azam Max inaniwezesha ndio nitakuwa nimejidhulumu. Hapana, ni, ni maamuzi tu, tuseme ni maamuzi kwa sababu uh, profile tumekupa tano bana hmm. uh, bana, Jafari kwa mfano unasema mimi niko nyumbani and then nina, nina watoto labda sindio, wataangalia kupitia TV, mimi nafungua Azam Max yangu ninaangalia kupitia kadi ya nyumbani kwenye Azam Max yangu. Mm, hauwezi kusema unajizulumu basi, lakini tumekupa uwanja. Unajua una, mtu unapewa uwanja kwamba hata kama unataka kufungua zaidi ya mbili ndio fungua, okay. Mara ya kwanza eh, kipindi cha awali kwenye app yetu ya kwanza mm, ilikuwa mtu anatumia kadi moja, account moja. Hana profile. Sasa hivi, kuna profiles. Profiles ni kama unafungua via account vidogo vidogo kwenye app ili kuwezesha sasa wewe mtu unayetazama kwenye application kuendelea kutazama na watu wengine, lakini pia unajua, kuna wale walikuwa wanasema mi na visimbuzi vitatu mm, nafanyeje? Visimbuzi vitatu vyako, una viadi tu zile namba za kadi kwenye app, una sain hii namba ya kadi iangalie na Jafari, namba ya kadi hii aangalie Beti, namba ya kadi hii angalie Regan. Baada ya hapo wote wanaweza. Sawa Bwana Tairo, mimi nikushukuru, yeah. Sema asante kama ulivyoanza na neno asante, kuelekea wiki you, ya huduma kwa mteja. Ndio kabisa, asante sana e, nashukuru sana Shukran. Naam mtazamaji wa Alasiri Lonchi, ni Reagan eh, Tairo, mtoa elimu kitengo cha huduma kwa wateja Azam Media Limited.